Je, unajua adui wako wa kwanza maishani ni nani? Basi jua leo ni mdomo wako mwenyewe. Na kama utaki kuingia katika matatizo, basi ufunge mdomo wako mwenyewe. Tafakari hayo. Usije ukawahusisha ama ukamhusisha mtu yeyote katika mipango yako ya mafanikio, sio wote watakaofurahia mafanikio yako hayo. Ni yangu tafakari yako maishani, usije ukawasahau watu hawa watatu. Mtu wa kwanza, yule aliyekusaidia wakati ulikuwa katika kipindi kigumu. Mtu wa pili, yule aliyekuacha wakati ulikuwa katika kipindi kigumu. Na mtu watatu, yule aliyechangia wewe kuingia katika kipindi kigumu maishani. Kumbuka maono yako inakusikiliza. Zungumzia matumaini, wala sio kufeli. Zoea kuzungumzia maisha wala sio kutojiamini. Mafundisho mengine huja na maumivu na kila mafundisho huja na hekima. Urembo umetuma wasichana wengi kuolewa mapema, ila tabia iko mbioni kuwarejesha nyumbani kwao. Maishani wakati mwingine zoea kusimama peke yako. Usiwazoee watu kusimama na wewe sana. Watu wanaweza wabadilike usiku. Leo wanakuhitaji, kesho watakuona kama hukuwepo. Watu wengine hubadilika usiku bila kukupa taarifa. Usije ukajiumiza kwa maswali mengi tu kutaka kujua ni kwa nini. Tafakari hayo maishani. Ukiwa mzuri, watu watakutumia. Ukiwa mkweli, bila shaka watu watakuepuka. Ukiwa mtulivu, watu watakutizama tu. Ukiwa na uwezo watu watapambana ili wakuangushe. <laughs> Ukiwepo kwa wakati, watu hawatauona udhamani wako. Kama wewe ni mtu wa kusamehea, watu watakukosea tena. Wingi wa kitu chochote hata kizuri chaweza kukuhudhi pea. Ulinzi moyo wako Sio kila anayecheka na wewe anakutakia mazuri. Kama maisha yamekuweka mahali, tafadhali usiwasahau marafiki wako wa zamani, sababu walikuwepo wakati hapa kuwepo na yeyote. Tafakari ya babu, nimeenda.